Madiwani tulitenga fedha za mapato ya ndani kwa ajili ya kundi hili la watu wenye ulemavu, na siku ya leo tunaweza kukabidhi viti viwili na fimbo nyeupe kwa watu ambao wanahitaji. Kama mnavyoona, thamani ya vifaa hivi vilivyonunuliwa leo ni shilingi kulitenga milioni 1.4. Leo hii viti hivi viwili vina thamani ya laki nane na hizi fimbo nyeupe kila fimbo ina thamani ya shilingi laki moja shilingi laki nne. mm -hmm, kwa hiyo inunuliwa mm -hmm, kwa shilingi milioni moja kwa jumla. Tumeendelea kutenga na mwaka ujao, na tunanunua kadi utaendelana mgwakaditena fedha kwa ajili ya kusaidia kundi hili. Niendelee kutoa wito kuto kwamba tuendelee kutenga fedha na kujali kundi hili ambalo linahitaji huduma na msaada kutoka halmashauri yetu. Kama mnavyofahamu, tunakuwa tuna asilimia kumi ya mapato ya ndani ambayo asilimia mbili ni ya kundi hili la watu walio na ulemavu. Kwa hiyo pamoja na kwamba leo tunawapa vifaa vya kuweza kuwasaidia katika kuendesha maisha lakini vilevile tutaendelea kutenga fedha na kuwapa fedha za ujasiriamali ili waweze kujikimu katika mahitaji yao. Nishukuru sana mkurugenzi kwa jinsi aliyofanya kazi hii, na siku ya leo kamati ya fedha, utawala na mipango, kwa niaba ya baraza la madiwani tumeshiriki kukabidhi vifaa hivi muhimu. Niwaombe mwendelee kujitunza vizuri, na shukuru idara ya maendeleo ustawi wa jamii iliyofanya kazi hii na mwendelee kuzunguka vijijini kote, yeyote ambaye ana uhitaji tuweze kujua takwimu zake na mahitaji yake wasipu, kumili, kumili wa ya wa bariki, na mwisho wa siku tuweze kuendelea kusaidia kundi hili, wenyewe wajisikia kwamba ni sehemu ya wanaMissenyi. Mwenyezi Mungu awabariki na watie nguvu, mwendelee kuwa na maisha mazuri. Asante mheshimiwa mwenyekiti, kwa heshima na taadhima tunaomba ukabidhi vifaa tajwa kwa walengwa wafuatao kuna mlengwa Bita Michael huyu anatokea kata Kasambia, ana atapata kitimwendo. Kuna mlengwa Nuslati Ibrahimu anatokea kata Kyaka, atapata pia kitimwendo. Kuna mlengwa Joni Cyprian anatokea Kasambia Undongo, atapata fimbo nyeupe. Kuna nye Sarion Kakwezi anatokea Buyango, naye pia atapata fimbo nyeupe. Kuna Methodi Joni anatukia Gwanjai atapata fimbo nyeupe na Deusdedit Loemamu anatokea anatukia Guyango naye pia atapata fimbo nyeupe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima na taadhima, karibu kijanimii. Hmm, naitwa a mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya walemavu. Na kweli natanguliza shukurani zangu kwa mwenyekiti wetu, mkurugenzi, ofisa ustawi wa jamii kwa kutuunga mkono, kwa sababu kila tunapoendea wanatukarimu, wanatusaidia. Kwa msaada huu, ningeomba kwa walemavu wengine waliobaki wajalibu serikali kipanga bajeti tukakumbuka ili tuende kuasha. Nashukuru sana na shukuru chakuna shukuru sana ninaitwa Vita na na washukuru sana viongozi wetu halmashauri asa hata kasambia ashukuru sana viongozi wei, nawashukuru sana mama Samia, na washukuru sana majiwani asante sana, mwendelee kusaidia.